Hello? Hello? Hello? Hello? Habari? Salama, habari kwa pato. Salama, ninaongea na Magdalena? Subaru unalijua, Magdalena? Sikujui. Subaru unalijua? Ah, sasa Magdalena, taarifa njema sana, uh, yeah, uh, hey. Sasa Magdalena, uh -huh. wewe umeweza kuwa uh -huh. mshindi wetu wa Dio, gari Subaru XT. Hongera sana Magdalena. Naitwa Roxana Kadio, uh, ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na wahusiano Halotel, na leo nina furaha sana sana sana hususan kwa ajili ya wateja wetu wa Halotel, kwa sababu Halotel kwenye mwaka mpya tumekuja na jambo uh, jipya, na Halotel mwaka jana mwezi wa kumi tulikuwa tuna kampeni ya kufikisha miaka kumi katika kueneza mawasiliano nchi nzima. Na katika kampeni hii mteja wetu aliweza kujishindia pesa taslim hadi milioni mbili, lakini pia kujishindia gari jipya la Subaru XT. Uh, hii promotion ilikuwa kwa ajili kwa miezi mitatu kuanzia mwezi wa kumi mpaka mwezi huu, na leo napenda ku, uh, kutoa tangazo kwa furaha sana kwamba tumeweza kumpata mshindi wetu wa gari uh, mshindi wetu wa gari anaitwa Magdalena na anatoka Simiyu na Halotel tuna furahia sana tunapoweza kuinua maisha ya wateja wetu, lakini pamoja na kuonyesha uh, kwamba sisi sio kuwatoa huduma peke yake, lakini pia tunatoa uh, vitu kama hivi, magari, pesa taslimu, ili kuweza kutoa rahi na kutoa motivation kwa wateja wetu. Sisi kama Halotel kwa huu mwaka mpya tumejipanga kufurahisha wateja wetu, lakini pia kutoa, kutoa huduma nzuri zaidi bora zaidi na nafuu zaidi kwa ajili ya wateja wetu, na huu ni mwanzo tu, na ninapenda kuwaambia wateja wetu waendelee kushikamana na sisi, maana sisi bila wao hatuwezi kabisa. Ah, niki labda niseme tu kwa ufupi kwamba hii promotion imeweza kugusa watu wengi sana, wateja wetu wengi sana wamenufaika, maelfu ya wateja wetu wamenufaika, watu wengi sana wamejishindia pesa taslim, na kama leo nilivyosema mtu kutoka Simiyu ameweza kujishindia Subaru. Hivyo mteja wetu usiogope, ukisikia tuna promotion uweze kujiunga kwenye promotion hizo, lakini pia endelea kutumia huduma zetu siku hadi siku, maana kuna promotion nyingine nyingi zaidi tunakuja nazo kwa mwaka 2026 asanteni sana Nga. Ni mwakilishi kutoka Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania. Bodi yenye dhamana ya kusimamia na kuratibu michezo yote ya bahati nasibu hapa Tanzania. Kwa hivyo leo mimi hapa nilikuwepo kwa ajili ya kuhakikisha mshindi anapatikana kihalali kwa, kwa kufuata utaratibu kama mlivyojionea wenyewe. Umeona mtu ameshinda gari kwa haki kabisa, kila mtu anashuhudia. Ah, wito wangu kwa makampuni mengine wafuate utaratibu kama walivyofuata Halotel walifika bodi ya michezo ya kubahatisha, wakapata kibali cha kuendesha mchezo huu, na watu wawe wanaamini hivi vitu. Ndio maana ikawepo bodi ya michezo ya kubahatisha, kwamba inapotokea kuna mchezo wa rotari unachezeshwa na sisi tukawepo, wajue kwamba kila